Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanzania nzima wa wa wa wa wa na dunia <coughs> nzima kwa ujumla, bwana Issa, wanangu wote wadamu wote, bwana Masera wote, washikaji mbalimbali wa Kushi, au sio bwana? Nazungumzia kwa sultani, sisi ndio mtao tutaelelea na leo. Nimeongea hapa kwenye lingi, mimi toka napata akili timamu, niko kwenye michezo mpaka muda huu, na michezo ndio amenifanya mpaka nimefikia hapa. Kwa hiyo mudi mnyama na watu kadhaa kwa mafahamu, au sio bwana? Kwa hiyo mazoezi ndio amenifanya mimi niwe mudi mnyama, lakini pia mazoezi ndio amenifanya niwe na familia Nifahamike sehemu mbalimbali nipate riski, ila yupo kwa yote tokea miaka hiyo mpaka leo. Niko na wanangu baba ambao wa damu sijawacha. Ukiona kuna mwana nimeachana naye, basi tu tumepishana kidogo, lakini bado tuko pamoja. Ndio maana kuna wanangu wengine kwenye kazi. Leo muone buda, muone mchachambo, haya muone ngosha, au sio bwana? Kupongosha, lakini pia kutokana nini, wale wanangu wa damu sema tukutana kwenye kazi, ila na wanangu familia kabisa kubwa. Nasema haya kwa nini? Tarehe ishirini na tano kesho, insha Allah ndio siku nalozaliwa, lakini ni kwa sipendi sana kufurahia maswala haya happy birthday, kwa sababu ni kwa sina. Ili mara nyingi sana mimi niko mtu kupigana tu, na hata maswala familia ni kwa sina, yani sijui maana mapenzi ni nini kwanza. Unaona mpaka mdau, mtu wangu uliokuwa naye, ananistamilia sana kutokana nini, namna gani jinsi nilivyojifunza mpaka nilipokuwa mpaka napata vifaranga, maana mpaka sasa mimi na sita tafsiri yake ni bingi tayari na muda ushakwenda kabisa usio, lakini yote kwa yote familia yangu bwana Bonnie Trump.

Aushe bwana, kipindi nakutana na huyu nakutana naye kwenye shida, huyu ndio kipindi ko ni kwa basa lini, niko ni bondia kitambo, akanipa kazi bwana, kuna kazi. Aushe bwana, kwa sababu basa aliua, lakini pale kila siku defenda zinashinda. Jamaa alikufa tu kibahati mbaya, kwa natakiwa bodi oh, unajua bodi, ambao unajua kupigana k, akanichukua mimi nikaenda kutuliza mziki ule ule. Na mwanangu mwingine naye ni bajaji, alikuwa dereva bajaji, lakini kahamasika naye, au sio bwana? Kawa bodi, lakini pia akawa championi kupitia sisi, Alivuzi, au sio bwana? Anafumika kwa jina Alivuzi, sio matusi, lakini ndio jina lake. Yeah.

kwa kupitia mili yao, lakini pia wanafanya kazi mbalimbali, lakini kuna chama ambao wanaelewa na waelewi mkubwa, pia tuna security na usi na kampuni yetu ni manager kwa kampuni, unaweza kuongea kwa lugha tatu madogo. Kwa haraka haraka, tuna kampuni yetu ambayo ni CPO Security Service Bouncers and Bodyguard, ambayo pia tunasimamia na tunachukua pia tenda mbalimbali. Kwa mtu anataka ulinzi binafsi, eh, personal security, bodyguard travel security, pia wanaweza kuingia kwenye pembe zetu pia wakapata na kwa kipindi hiki ambacho kuna sikukuu mtu ambaye anataka usalama yeye familia yake na watoto wake pia wakicheki